Uh, ni moja ya vitu ambavyo vinalia, kama tunavyosema haki huinua taifa. Ina maana haki isipotendeka taifa ina maana haki isipotendeka taifa linaanguka. Sasa tuone matunda ya kuto kutenda haki kwa muda mrefu, ndio tunaliona taifa linaanguka. Sasa wakitokea watu wakizungumza kweli, yani uone hivi, mimi nimekuwa nikifuatilia, wanaotekwa, wanaotekwa, wanaotekwa, utaona kuna kuk, alikuwa na criticize uongozi alikuwa na kemea japo mimi uh, unapokosoa narudi pale pale, unapomkosoa kiongozi, tumia maneno ya busara, tumia maneno ya hekima, usimtukane, usimdhalilishe. Kiongozi anastahili heshima. Sasa nimeona wengi wanaotekwa hao wameongea kwa jazba sana, wameongea tushauri. Vizuri, tuongee maneno yenye busara, maneno yenye kuolea munyu. Hakuna mtu mwenye utashi, mwenye akili hiyo, kaa sawa sawa, anaposhauriwa kwa hekima, anaweza kachukia. Lakini napomtukana, hata mimi, mimi ni mchungaji, itokee leo washirika wananitukana, itategemea, sitafurahi. Sasa huu e, utekaji huu, kwa kusema hivi sina maana kwamba, ila mazingira yenyewe huwezi ukayatenga na hali ya nchi ilivyo na utekaji huu. Na kwa nini viongozi hawazungumzii? Kwa mfano rais wetu hata alipo hotubia juzi, nilifikiri labda pengine lazima agusie utekaji, wanasemaje utekaji. Hakuna kiongozi anayekuja kazungumza akazungumzia akakazia, kwa nini utekaji hayupo. Sasa watu unajua, wanaweza kahusisha, mfano mimi Kigava nimepita maeneo fulani kitu fulani kikapotea, na wananiona ni kama mimi labda pengine nina tabia fulani fulani za wakinihusia niwe nimefanya mimi au sijafanya mimi. Mimi siamini kama hawa wanaotekwa wa, wa, wa na shinikizo. Labda pengine inatoka kwa mkuu wa nchi, lakini mkuu wa nchi ndio mwenye uwezo wa kufuatilia na kuangalia. Wanaweza kuwa ni watu wa chama, pengine kwa kuona kwamba chama chama fulani kinashinikizwa, sisi tupo, akateka mtu mwingine. Nazungumza kabisa, anaweza kafanya utekaji mtu mwingine kwa sababu zake tu kwa kutetea labda chama chake, lakini utekaji ukahusishwa na walioko uka madarakani, kwa sababu ndio wenye dola, maana ndio wanaohusika na, na, na, na ulinzi usalama wa nchi. Anayesimamia ni amiri jeshi mkuu. Sasa tungetamani kuona mama, yeye kweli amezungumza, mimi nimemsikiliza, amezungumza. Lakini kwa na seriousness napo lizungumza swala la utekaji halikubariki, eh, lizungumzwe, viongozi na wazungumzi tuone wamekemea. Lakini mimi naamini kabisa jambo hili na mwa Viongozi wetu wanaweza wakajua utekaji unatokea wapi. Ye, watu wamehusisha na usalama wa taifa. Je, ni, ni usalama wa taifa utekaji wote? Kila utekaji tu ni usalama wa taifa? mm -mm, na mtu mwingine anaweza kujificha humo. Alafu lawama zote zinakwenda kwa viongozi wetu, kwa swala hili halileti amani, swala la utekaji. Wanaotekwa hawa ni binadamu, wanaacha familia zao, wanaacha watoto wanasoma, wanaacha ndugu zao, wengine wanawategemea. Sasa hili swala halikubaliki. Mtu akipotea anaacha familia katika mazingira mabaya, anaacha familia kwenye maumivu. Na hawa wanaotekwa ni ndugu, naweza kuwakuta hata hata vyombo vyetu vya dola, walinzi wa, wa amani, wana ndugu zao. Unaweza kuona askari huyo labda aliyetekwa anahusiana na askari. Sasa jambo hili linamgusa mtu mmoja mmoja. Sasa tusione tukafurahi kwamba utekaji unapoendelea kuna watu fulani wanaguswa, tunaguswa wote kwa ujumla pasipokujua. Unaweza ukashanga hata walinzi wa, wa, wa rais pengine wame wameguswa ndugu zao wametekwa. Unafikiriaje huyu anaona ndugu yake amepotea, the same time huyu naye ni mlinzi wa wow, amani, unafikiri moyoni anazungumza nini? Unajua kama Mungu angefungua mioyo yetu, hata rais, wasaidizi wake kama tungekuwa yale tunayowaza tunayasoma, tungeogopa sana. Mi naamini wako hata eh, wateule wa rais moyoni wanazungumza, lakini kinywani wanazungumza tofauti. Naweza nikazungumza, siku moja nilikuwa naongea na, na mkuu mmoja wa wilaya rafiki yangu wa mahali fulani, nilizungumza sana aliniuliza, unaionaje nchi kwa sasa? Niliongea mengi sana, nikasema, unajua mimi naamini kabisa viongozi wote hata mheshimiwa rais anaingia ibadani, karibu viongozi wengi ni wacha Mungu. Sasa kama sisi ni wacha Mungu, basi tuwe na hofu e. Kama kama kuna wizi wa kula kweli, kuna wizi wa kula, tuwe na hofu. Mazingira yale ya kuishi ya, ya, kuiba kula, tunaoingia kwenye nyumba za ibada tuwe na hofu ya Mungu, tusifanye vitu ambavyo mbingu zinashuhudia wanadamu. Hata kama tumeficha wanadamu, lakini Mungu anaona, tusifanye hivyo. Sasa so, imekuwa na maana kwamba eh, nilipozungumza na yule mkuu wa wilaya kwamba mkuu wa wilaya, mimi najua wewe unawajibika serikalini na unaingia ibadani. Najua kuna mambo fulani mengine unayoamrishwa, unaagizwa yanakusuta kwa nafsi yako ya kumcha Mungu. Yanakusuta kwamba nafanya tu nawajibika, lakini nafsi ile ambayo Mungu anaiona inakusuta. Bali mkuu wa wilaya yule aliniambia ulichoongea mchungaji, ni kweli. Natokea wakati ule alinipenda sana, kaza mchungaji, unazungumza vitu vya kweli unapokuwa kazini tunaelekezwa na lazima utii. Unacho unachoelekezwa, lazima utii, hata kama unakiona kwenye subconscious yako kuna shida, lakini lazima utii. Kwa hiyo so, so, so, sihusishi moja kwa moja utekaji na dola nahusisha utekaji na dola, kwa sababu dola ndio yenye wajibu wa kukomesha jambo hili. Jambo hili lisipokomeshwa lazima dola italaumiwa, au lisipozungumziwa kwa, eh, kwa uzito lazima watu watafikiri wata, wata unajua kufikiri hisia haki unaweza ukahisi kitu ndivyo kilivyo, kumbe sivyo kilivyo, na ndiyo maana si vizuri sana tuishi kwa hisia. Lakini mazingira watu hawataacha kuyahusisha, hawataacha kuhusisha utekaji ikiwa dola au viongozi hawatalikemea, hawatatoka na kulizungumzia na kulikomesha. Ninaamini kabisa hili jambo linaweza likakomeshwa. Nani mwenye uwezo wa kulikomesha? Ni sisi, tushirikiane pamoja na dola itambulie Nitegemea Iyo. viongozi wetu wanapotokea walikemea hili kwa nguvu zote. Wasilinyamazie kwa sababu wanapokea wanaopotea wale ni binadamu. Unadhani mchungaji kwa nini kuko kimya? Yaani sio waziri mwenye dhamana, sio mkuu wa wilaya kwamba kwenye eneo lake mtu amepotea, sio mwenyekiti kitu wa kijiji kwamba mwananchi wake amepotea, sio mkuu wa nchi. Kwa nini uh, mkuu wa nchi kama ulivyosema kwamba ameizungumza lakini sio kwa usiliasi? Mimi naanza kusema hilo ni woga, woga wa madaraka. Yaani mtu ana, anaona kabisa analiona ukweli. Sasa anaona akizungumza akitoka kishauti, anahatarisha nafasi yake ili inampatie kitumbua. Niyo. Sasa kwa nini tunafika mahali wasema wachawa? Eh, hakuna mtu ambaye mtu anaona yeye eh, ndo eh, mwenye majawabu. Mtu anayempa ajira, mtu anayeweza kumfukuza, anaweza kumweka, kumuondoa. Lazima kuwe na uoga. Sasa pana uoga huu. Uoga ambao unakosa uzalendo. Na msifu sana Sinde Warioba kwenye historia yake. Kuna kipindi Chadi Mgonja, uh, kuna makosa alikuwa ameyafanya, aliiba uchaguzi ninavyoambiwa aliiba uchaguzi, na alipokwenda mahakama nikaonekana kwamba ni kweli kulikuwa na wizi wa kura, miaka hiyo sijui ya 80 sio miaka ya 70 ngapi huko. Baadaye alipokaa kidogo, ah, Rais Baba wa Taifa Mwalimu Nyerere alimpenda sana Mgonja akamteua kuwa mkuu wa mkoa. Sasa lile jambo si ndio Warioba liliona, inasemekana alikwenda kumshauri rais kwamba mm, rais, jambo leo ulifanya hili kumteua huyu mtu ambaye alikuwa anatuuma hata kama angekuwa nafaa wakati uli unakuwa sio sio sio rafiki sio mwafaka kumpa kwenye nafasi hiyo. Uh, ba, kwanza Mwalimu Nyerere uh, alisita, lakini baadaye alikubali busara ile ya kukaa. Unajua, watu wakizungumza ukae wewe mwenyewe uchambue utafakari hilo jambo. Baadaye aliona hii busara, ushauri aliyomshauri walioba ulikuwa ni mzuri. Mwalimu Nyerere alitengua ile nafasi aliyokuwa amempa Chediel Mgonja. Sasa viongozi yani wame, ukimya huu ni uoga, ni hofu. Yani watu hawako wa huru, wanasema kwamba nafasi hizi za viongozi zisiwe kama fadhila zisiwe labda zi, mtu aipate kulingana na qualification. Kwa mfano mkuu wa mkoa sifa zimbebe na awajibike, katiba awajibike kwa taifa kwa wananchi, asiwajibike kwa kiongozi mkuu. Kiongozi mkuu naye awe na mipaka yani, ndio hii watu wanazungumzia mamlaka ya rais, mamlaka ya rais yakiwa makubwa sana watu wanajaa hofu. Sio kwamba watu hawaseme, wanaogopa. Yani hofu ni kubwa, nikisema leo sina kibarua, watoto <laughs> wangu wataishi vipi? Ndicho kilichopo, ndicho linachokiwa kwa utashi wangu, ni ile hofu. Watu wakisema kweli, si kama hivyo, unaona kwamba watu wanaogopa kusema kweli, azama, nikisema kweli nitatekwa. Lakini mimi hata ningeshauri hata wale wanaozungumza, jamani, tusizungumze kwa kuwadhalilisha watu tusitoe ushauri kwa kutukana watu. Si mtukane mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais anahitaji heshima, kwa mkoa anahitaji heshima, mkoa wa wilaya anahitaji heshima. Mwenyekiti wake hata balozi anahitaji heshima. Wananchi wale wamheshimu hata kama amekosea. Akosolewe kwa staha. Asema neno liumizalo halifai, liwe ni neno lenye kujenga, lenye kurejeza. Hata Biblia inasema maneno yenu yakole munyu. Yaani lazima tuongee maneno yenye busara, maneno yenye hekima, maneno yenye kujenga, sio ya kughadhabisha. Ya yeah. Kwa so, hiyo mimi nafikiri woga ndio ambao sasa unasababisha watu wawe kimya.